Wajukuu zangu, nimewaona jinsi mnavyocheza na maji na kufurahi. Mmenitoa machozi ya furaha na kurudisha kumbukumbu kumbu zangu nyuma, tangu enzi zetu tunakuwa hadi miaka michache tu nyuma iliyopita. Mmerudisha kumbukumbu zangu namna tulivyohangaika na maji huko nyuma, namna tulivyohangaika na upatikanaji wa maji, kwani yalikuwa adimu sana, namna tulivyotembea umbali mrefu kutafuta maji ya kutumia nyumbani pamoja na ya kunywa. Maji ya mto ndiyo yaliyotumika kwa kila kitu, yaani kuoga, kufua, kunywa, kupikia na mengineyo. Tulikwenda shule na vidumu vya maji, na bila kwenda na maji ungeweza kupata adhabu. Lakini leo hii naona maji hadi shuleni kwenu, Mama. Mama, hakuna kitu kilikuwa kinanikera, Mama, kama kutoka shule na kwenda kuchota maji mbali mrefu Ilikuwa inachosha sana, ila hakukuwa na namna nyingine ya kufanya, kwa sababu maji ni hitaji la muhimu sana kwa binadamu. Mpaka nakuwa na familia yangu, bado maji ilikuwa sehemu ya lawama na sekta yenye malalamiko mengi kutoka kwa watu na viongozi mbalimbali, na ilifikia hatua wizara inayosimamia sekta ya maji watu wakaita wizara ya kero na lawama. Mheshimiwa, maji sio mchezo, huwezi kuishi bila maji, huwezi kurara na mama bila maji, yani hakuna sehemu. Tunaibiwa kama wizara ya maji, Sengerema tunaibiwa sisi tuna tatizo la maji mpaka sasa, tumefikia hata kupigiana uchawi na siogopi kusema. <tukatikana> wizara ya maji ilikuwa ni wizara ya kulaumiwa iliyogubikwa na changamoto nyingi. Lawama, kejeli na fedheha ilikuwa ni sehemu ya maisha ya wataalamu katika sekta ya maji. Miradi ilikuwa haikamiliki kwa wakati, gharama za miradi zilikuwa kubwa kuliko uhalisia na kasi ya utekelezaji wa miradi ilikuwa ni ya kusuasua. Ilipita miaka mingi bila changamoto ya upatikanaji wa maji kupatiwa ufumbuzi wa uhakika. Na nuru ilianza kuonekana miezi michache tu baada ya Tanzania kumpata Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Rais huyu alionyesha kuguswa na changamoto ya upatikanaji wa maji na kuonyesha nia ya dhati kuhakikisha anamaliza changamoto hii. Na hata alipohutubia bunge kwa mara ya kwanza, ni waziri wa maji pekee, mheshimiwa Juma Aweso, aliyenyanyuliwa bungeni na kupewa maelekezo hapo hapo. Nataka nimwambie waziri wa maji, ile kauli yako ambayo nami niliikopa kwako, unayowaambia wenzio, ukinizingua tutazinguana, inarudi kwako. Tunaweka mkazo mkubwa katika kuimarisha usimamizi kwenye utekelezaji wa miradi ya maji na hapa ni semi na kwenda kufanya mabadiliko makubwa ya mainjinia wa maji huko kwenye mikoa kwa sababu fedha nyingi zimekuwa zikitoka wizarani kwenda mikoani, lakini utekelezaji kwenye mikoa unasuasua. Baada ya agizo lake vikao vikafanyika, maazimio yakawekwa. Hatuna sababu miradi ya maji kutumia muda mrefu, kwa sababu tuna uhakika wa fedha juu ya upatikanaji wake. Kwa hiyo hatuna sababu hata moja juu ya ucheleweshaji wa miradi yetu ya maji. Waziri wa maji na viongozi wote wa wizara wakaingia kazini kuhakikisha kila Mtanzania anapata maji. Sisi wananchi wote, na mimi waziri na waheshimiwa wabunge na viongozi, tutatembea kituo kwa kituo kuhakikisha a ishirini vinatoa maji hapa, hakuna kucheka. La kwanza kamati ambayo inaosimamia huu mradi nimeivunja rasmi. Pesa huyu bwana mbona amelipwa nyingi kuliko kazi yenyewe nyewe inaofanyika? Kwa akili tu ya kawaida hapa unauliza, hilo bwawa liko wapi? Kwa hiyo hapa kuna uhuni. OCD kwapi, bwana? miradi ya maji ikaanza kujengwa mikubwa na midogo mijini na vijijini. Taasisi zikaanza kuimarishwa, ofisi zikajengwa, mazingira ya kazi yakawavutia wafanyakazi, maabara za maji zikaboreshwa, na huduma za maji zikawafikia wananchi. Miradi ya kimkakati ikajengwa na programu mbalimbali zikaanzishwa. Kuitaja miradi hiyo kwa uchache tu, hasa ile ya kimkakati, ni mradi mkubwa wa kihistoria wa miji 28, miradi mikubwa ya maji ya maziwa makuu ikiwa ni pamoja na mradi wa kutoa maji Ziwa Viktoria kuyapeleka Nzega ya Igunga hadi Tabora, na mradi wa maji wa Butimba Mwanza, mradi wa mabadiliko ya tabia nchi Simiyu, mradi wa maji Mugango Kiabakari Butiama, wakati maji ya Ziwa Viktoria yakitarajiwa kufika jiji la Dodoma. Tukiangazia Ziwa Tanganyika, mradi wa maji katika mji wa Kigoma umekamilika wakati mpango wa kupeleka maji Rukwa na Katavi ukiendelea, miradi ya uboreshaji wa huduma ya maji safi mjini kuanzia Dar es Salamu hadi Pwani, kukamilika kwa mradi mkubwa wa maji Arusha, pamoja na utekelezaji wa mradi wa maji kutoka Mtokiwira jijini Mbeya, mradi wa maji wa Orkesmeti huko Manyara, uboreshaji wa mazingira ya kazi kwa watumishi pamoja na mradi wa uboreshaji wa huduma ya maji katika jiji la Tanga awamu ya tatu kupitia ubunifu wa hati fungani ya kijani. Wajukuu zangu, si mnakumbuka niliwahi kuwasimulia kuhusu baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere? Leo maono yake yamefanikishwa na maazimio ya bunge yaliyoshindikana muda mrefu, hasa baada ya serikali ya awamu ya sita kufanya maamuzi magumu na utashi wa kisiasa kutekeleza miradi mikubwa iliyokwama kwa muda mrefu ikiwemo ujenzi wa mradi wa bwawa la Kidunda, kukamilika kwa mradi wa maji Same Mwanga Korogo, pamoja na mradi wa maji Makonde huko Newala. Lakini haiishii hapo. Ili sisi wananchi wa vijijini tuweze kupata huduma ya maji safi, serikali ikaanzisha wakala wa maji safi na mazingira vijijini, RUWASA, kwa lengo la kusogeza huduma karibu na wananchi, ambapo miradi mbalimbali imekamilika na kuanza kutoa huduma. Mageuzi makubwa yamefanyika eneo hili, mfano ukiwa ni ule mradi wa maji Ruangwa utakaohudumia zaidi ya vijiji 56 vya Ruangwa na Nachingwea. Kazi ikiendelea, huduma ya maji imeendelea kuimarika zaidi, mara baada ya serikali kununua na kuanza kutumika kwa seti 25 za mitambo ya kuchimba visima mitambo mitano ya ujenzi wa mabwawa na seti nne za vifaa vya utafiti wa maji chini ya ardhi. Mitambo hii ikazalisha programu ya uchimbaji wa visima mia tisa nchini na leo kila jimbo limechimbiwa visima vitano, wakati visima vingi zaidi nje ya programu hii vikitamalaki nchi nzima. Acha niwaambie kitu kingine, wajukuu zangu, asilimia 80 ya maji safi hubadilika kuwa maji taka, hivyo serikali iliona upo umuhimu wa kuanzisha mfumo wa usafirishaji wa maji taka, yaani kuyatoa maji taka majumbani na kupeleka kwenye mabwawa ya kutibu maji hayo. Wajukuu zangu, msisahau kwamba rais wetu ni mtu wa diplomasia sana na mahusiano. Kupitia uhusiano wake mzuri wa kimataifa, wizara ya maji imepata mafanikio makubwa katika kutekeleza miradi ya maji nchini kwa kupata ufadhili wa mkopo wa masharti nafuu ikiwemo fedha za mradi wa lipa kwa matokeo yaani P4R ya Benki ya Dunia iliyopelekea nchi ya Tanzania kuibuka kinara kwa miaka miwili. Hayo ni kwa uchache tu wa jukuu zangu, lakini rais huyu kwa kweli amefanya mengi kwenye sekta ya maji. Vifijo na nderemo vikaenea kila kona ya nchi kufurahia huduma ya maji, sekta ya maji ikaanza kupata heshima. Wajukuu zangu, inawezekana na wasimulia vitu vinavyowazidi uwezo, lakini ni lazima vizazi vyote vijue namna ambavyo Rais Samia ameonyesha uchampion katika kuboresha sekta nzima ya maji. Takwimu za sekta ya maji kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2020 hadi 2025, ambapo serikali ya Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake imeelekeza Wizara ya Maji kuhakikisha inawapatia huduma ya maji safi na salama wananchi waishio vijijini kwa zaidi ya asilimia 85 na wa mijini kwa zaidi ya asilimia 95. Na leo ninavyowasimulia hadithi hii, vijijini ni asilimia 83 na mijini ni asilimia 91 nukta mbili. Maana yake ni kwamba jumla ya miradi 2476 imekamilika, miradi 2178 ya vijijini na miradi 298 ya mijini. Yaani katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, kwa vijiji tu jumla ya watu milioni 14 laki mbili na elfu tano mia mbili na hamsini na mbili wanaoishi katika vijiji elfu nne mia saba themanini na mbili wananufaika na huduma ya maji safi na salama. Pamoja na mafanikio hayo yote, kazi inaendelea. Mwelekeo wa sekta ya maji kwa kipindi cha mwaka 2025/2030 ni kuendelea kuimarisha usimamizi wa rasilimali za maji na kuboresha huduma ya upatikanaji wa maji na kuwafikia zaidi ya asilimia 95 ya wananchi wa vijijini na asilimia 100 wa mijini ifikapo mwaka 2030. Kwa kweli, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mapinduzi makubwa sana kwenye sekta ya maji na Watanzania wengi maisha yao yamebadilika. Mama Samia taku tukushukuru tuwela maji. Kwa hiyo tukukushukuru sana. Wamama wanachota kwa maji wala na mstare. Kwanza tunamshukuru Mama Samia sahibi, kwa sasa hivi tunashukuru kwa huduma ya maji aliyotuletea mama yetu. Tunashukuru sana tunapata maji kwa wakati. Je, wajuku zangu? Hadithi hii inawafundisha nini? Haya, jibuni nyote kwa pamoja. Bye. Safi kabisa. Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan ndiye aliyefanikiwa kutimiza ndoto ya kinamama wengi, ndoto ya kuwashusha ndoo kichwani. Ndiyo maana leo hii anapewa tuzo na Watanzania kupitia sekta ya maji, kama mtu aliyebadili mchezo, yaani game changer. Afrika na dunia inamtambua kama water champion, na atapewa tuzo ya heshima kwa kuwa kinara katika kufanya mageuzi makubwa kwenye sekta ya maji hapa nchini wa, wa, wa.